Ukitaka kufunga kamba kwa ajili ya hizi nyanya ili zisiwe zinaanguka chini, ko cha kwanza unapata kamba kama hii ambayo ni kamba ngumu kabisa, upate kamba ambayo haiwezi kukatika kwa urahisi. Kwa hiyo kwanza kabisa unafunga kwenye huu mti wa kwanza, unaifunga vizuri kabisa kwa nguvu, ili iweze isije tena ikaregea. Kwa unafunga unakaza kabisa, halafu unapitisha Sawa. Sawa, unapitisha usawa ambapo hii kama inatakiwa iguse kabisa huu mmea eh, unapitisha. Ukifika kwenye huu mti wa pili unaizungusha. Sawa, unaizungusha, alafu unakuja tena unaendelea mbele Hidi. sasa ukishafika mwisho wa shamba, tuchukulie hapa ndio umeshafika mwisho wa shamba Hidi. Kwa hiyo kule mwisho utaizungusha mara mbili Alafu utaanza kurudi upande wa pili yeah. Utarudi upande wa pili, utarudi tena vile vile kama mwanzo mpaka yeah, kwenye mti tena wa kwanza ulipoanzia Uli, alafu unakuja unaifunga tena, maana yake yeah. Eh, kwa hiyo ukishaifunga hapa yeah, kwamba yeah, maana yake kwamba hii nyanya yeah, itakuwa imeshazuiwa haiwezi kwenda huku wala huku. Uh, hilo ndo zoezi la ufungaji kamba linavyofanyika.